Majilio ni safari safari ya kiroho safari ya kutukumbusha historia ya wokovu. Ilianzaje? Wote tunajua kwa kuzaliwa bwana wetu Yesu Kristo duniani na Mama Maria, na ujio wa Yesu duniani ukawa ufalme wa Mwenyezi Mungu umezinduliwa Mwenyezi nguvu yake imekuja kubwa duniani kuhakikisha kwamba utawala wa bwana shetani unapinduliwa. Kubwa lilikuwa hilo, na ufalme huu ambao yesu aliuzindua, unaendelea na unakuwa unatakiwa ukue, na utimilifu wake ni mwisho wa dahari atakapokuja tena mara ya pili. Kwa hiyo majilio yanatakiwa yatukumbushe hiyo historia ya wokovu.